zungumzwa huenda haujapata taarifa rasmi kama mechi ya fainali ya mkondo wa pili itapigwa kwa Mkapa na bado hauna imani na hilo. Sports Edkota tumekuletea maksudi kabisa kauli ya naibu waziri anayesimamia michezo nchini Tanzania, Hamisi Mwinjuma maarufu kama Mwanefei, akithibitisha hilo kwa Mkapa ni lazima fainali ichezwe ya mkondo wa pili Simba dhidi ya Berkane. Kwanza tunamshukuru Mungu kwamba tumerudi salama, lakini vita tumefikisha hapa tulipofikia, shughuli bado. Hatutafurahi sana kwa sababu bado tunaendelea na shughuli zetu. Kazi ya kufurahi tunaachia washabiki na watu wengine. Sisi viongozi tunaenda kuandaa ligi na kuandaa mechi ya fainali. Waendelee kutupa sapoti, waendelee kutuombea dua. Hii timu inawakilisha Tanzania si, haiwakilishi Wanasimba kwa hivyo kila mwana simba kila Mtanzania, kwa sasa tuelekeze nguvu zetu kuhakikisha kwamba kombe linabaki nyumbani. Ni kuombe radhi, sauti imeingia ambayo sio rasmi. Huyu ni uh, Salim try again. Umemsikiliza hapo mjumbe, yeah, wa bodi ya wakurugenzi pale Simba naye akizungumza kwa namna yake kila ambacho kimefanyika hapo. Sawa, sasa tutakuja tuzungumze la, la upande wa Benjamin Mkapa kupitia kwa waziri wenye dhamana ya michezo, lakini kwenye try again hapo, uh, tukae kidogo kwa Salim uh, kwa sababu uh, tiga na tumemsikia pamoja na mkalaboko yeye akisema kwamba wamerejea salama na wanakwenda katika fainali, lakini wamekwenda uh, fainali. Simba si kwa wanachama tu na mashabiki wa Simba, hii ni kwa Watanzania wote eh, waungane kuhakikisha kwamba Simba anachukua, ah, ndoo ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kauli ya Salim try again inawezekana kwa sasa eh, kwa sababu ni mitambo hizi zinaendelea, unasikia Simba sasa, tume, tumefika kama mlivyofika nyinyi na tutavuka mlipofika nyinyi, na Yanga wanawaombea dua mbaya, wanasema hamwendi kokote, mtaishia hapo hapo kama sisi. hmm. ya yeah, swala linawezekana endapo eh, mtu mwenyewe atakuwa na uelewa anaweza kulipokea vipi mm. kwamba kuna faida ya klabu ya soka ya Simba, lakini kuna faida ya soka la Tanzania Mbe, kwa maana kwa ujumla wake, na niliwahi zungumza kuhusiana na ranking e, ambazo huwa zinatoka, ukiacha kwamba Simba kuna pointi ataziongeza, lakini pia ataongeza pointi kwa ajili ya e, Tanzania, zile FIFA rank e, zile CAF e, coefficients ambazo huwa zinatoka huwa ndo zinaingia kwenye maeneo kama haya, umemaliza kwenye position gani. Kuna e, credit inayokwenda ukwenda kwenye klabu, kuna credit inayokwenda kwenye, kwenye nchi kwa faida ya mchezo migu, wa mpira wa miguu ndio inapaswa hivyo. Lakini najua kwa itikadi ya hizi timu, wapo ambao wanaona ni dhambi. <muchimu> E, kama mpinzani wao ambaye ni Simba Sports atatoa ubingwa, wapo ambao hawatafurahia, lakini kwa faida ya mchezo wenyewe wa mpira wa miguu kama nchi ilikuwa inapaswa kuunganisha nguvu hizi. Sasa uelewa wa mtu mmoja mmoja ndio una nafasi, aliyoelewa anaweza kuunganisha nguvu, asioelewa akabaki na itikadi yake. Sawa, Salim, try again. Tumemsikiliza Zuberi George Mkalaboko, anaamini huu ni muda wa kushikana pamoja. Kama we ni shabiki wa timu nyingine una uhasama na Simba, achana na uhasama wako Jiunge na Simba kuiombea baraka kwenye mchezo wa fainali, ili Tanzania ipokee kikombe cha shirikisho. Zuberi George Mkalaboko, wewe ni mmoja kati ya watu ambao wataungana kuiombea Simba ifanikiwe kuwa bingwa wa michuano ya kombe la shirikisho? Mimi naweza nikawa sawa, lakini Simba hawana baraka ya Yanga mpaka hapa walipofika. Kwa nini unawaona watu kupata baraka ya Yanga Africans? Kwa maana ya mazingira ya ushindani wa nchi yetu wa mpira, nyakati ambazo Yanga Africans walikuwa kama Simba, sasa hawakuwahi kupata baraka ya Simba. Kwayo, kwa hiyo kwa rekodi tuliyotengeneza na mfumo wa mpira wetu ulivyo ili jambo sio pambio kondo kwa kaimba watu wakabadilika. Sasa hivi Simba walipofika ni mipango yao, Yanga Africa walipofika ni mipango yao. Kwa Simba hawezi kupata baraka ya Yanga. Hata Simba minani walifika, wakati fulani alitoka mpaka waziri hapa kutoa tamko zito juu ya namna ipi bora tu kuona hizo timu zaweza kusaidia. Kwa hiyo itabaki kwenye utashi wa mtu, sio itikadi ya hizo timu kwamba mmoja umuombe mwenzako afuate mafanikio. Kitu ambacho kwa watataka moja kwa kwa ya kitu ambacho eh, Yanga pia kimeumiza ni hatua hii waliofikia Simba imba mm, kwamba tayari ile rekodi yao kuvaa medali wamevaa tayari. Moja ya kitu ambacho Simba wanakitaka zaidi ni kuchukua kombe ili wamwache Yanga alipokuepo. Sasa unadhani Yanga atakuwa na dua kwa Simba? ni kitu ambacho kiwezekana, lakini Zuberu, ukitaka kuwa mkubwa zaidi, si unamwombea yule ambaye amekutangulia au unalingana naye, naye awe mkubwa ili mshindane vizuri? uone kama ni busara kwa Yanga kuisapoti Simba awe bingwa kombe la shirikisho ili wao wawe na kiu ya yes, siku moja kuwa mabingwa kuliko kuombea wafeli ili wawe sawa. Afa, hakuna chochote. Haijawahi kutokea mshindani wako kumtaka ashinde. Haijawahi kutokea, yani we unamwombea mshindani wako ashinde ili na ujifunze ufike malengo na jifunzaji wakati unatakiwa wewe ushinde ya jifunze kwako. Kwa hiyo ukiangalia katika dhana ya wazi tu, sio kitu ambacho chepesi sana ukifikiria kwa wepesi, kwamba Simba aombe Yanga apate mafanikio. Mm. Yanga aombe Simba aiombe, yani Yanga aiombe Simba apate mafanikio. Mm. Sio kitu ambacho kiko wazi. Kwa hivyo inaweza kama tunasema kwa muktadha tuliokuwa nayo, lakini kiuhalisia hicho kitu hakipo, wala Simba hawahitaji baraka ya Yanga hapo alipofika. Mm. Labda kofia ya Yanga ndiyo ambayo inawasumbua watu, lakini turudi kwa kiongozi mkubwa wa Yanga Africa, Engineer Hersi. Yeye pia ni mwenyekiti umoja wa vilabu barani Afrika. Tanzania inawakilishwa na Simba kwenye kombe la shirikisho hadi sasa. Macho yangu ya nyama hayajaona popote Engineer Health akiipongeza Simba ambayo inatoka kwenye ardhi yake, na yeye ni kiongozi kwenye ukanda wa Afrika. ticha tigana, kulikuwa na haja ya Engineer Health kuipongeza Simba kufika fainali. Taratibu farasi e, tutafika. Maana kwa kofia ya ya urais wake wa mwenyekiti wake wa wa vilabu barani afrika e, aachilie mbali kwa ni yanga, lakini afa ile kofia ya, ya hakuwa na sifa ya kuipongeza Simba kufika fainali yeah. Uh, sijui description ya utendaji kule eh, wapi kwa maana ya eka wao wanatumia keka ni Ulaya, hmm. Inasemaje? Maanake hawa wote wawili ni, ni wanaye ambao wanakwenda kucheza fainali mm. Umeelewa? Sasa ukisham connect health una connect utanzania, je, akimpongeza huyu eh, kwa mwavuli wake wa uwenyekiti anapaswa kumpongeza na na yule au anatakiwa kumpongeza huyu anayetoka naye nyumbani. Ndio maana nimesema hapo kuna kuna kitu naita job na na, ukiangalia kaipongeza klabu gani? kumpongeza mshindi kumbaya yeah, yeah. anaanza kumpongeza amevuka nusu fainali kumpongeza bingu aje kumpongeza aje mpongeza Mamelodi mali sio simba tu, watu wasijitafutie upekee. ajampongeza hajampongeza Pyramids hajawapongeza rais Berkane. Mm, wana, Simba anasubiri bingwa ambao wote ni wanaye ni wanaye, yeye anasubiri bingwa. Sasa tumpongeza mtu kwa mchakato, si uzalendo kwamba katokea Tanzania, na sasa yeye sio rais mzalendo, ni rais wa vilabu barani Afrika, na hapo anaanza kwenye kusimama na kwa sana toka nchi hii kumpongeza, umeshaanza kuwagawa. Kwa hiyo rais yuko sawa, yeye anasubiri bingwa, na sasa hapo simba ndo waambie lolote kuhusiana na kazi anayoifanya engineer helsi, hawakuelewi na, mama rudi usemeje sasa kwa sababu sisi ndio tunaupeke sana kwamba Simba wanatakiwa kupongeza kuliko Mamelo, kwani Motsepe kaipongeza Mamelo likufika finali? Bado mpaka uwe bingwa na utapewa endorsement race kwa <laughs> kwamba wewe ndio bingwa tena, unaona <laughs> mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba jana na uwanja wa ndege wakishangilia uh, timu yao kufika fainali, yeah. Nilikuwa naona kama kama kombe ndio anakuja nalo, watu wanashuka na kombe nini. Kabla sijajibia hiyo, nitoe reference moja, wenye anasema ashahadu, eh, ushahidi wa kina, ushahidi wa kukiri, ushahidi wa kukiri uh, kwenye swali la kwanza kuhusiana na sisi kama Watanzania kwenye itikadi hivi vilabu viwili mm. e, elimu au kumwelimisha mtu akakubali kusupport timu ya pili katika upande huu, mimi changamoto ya kwanza tu nimeipata, e, geti ni kwetu wakati ya kwanza tu da naingia asubuhi, e, security officer mmoja ni mtu itikadi upande wa Young Africans ananiambia Bwana Ali ananiambia nitaficha wapi sura yangu ndipo kombe litakapokuwepo. Lakini yupo bwana mdogo mwingine huko ndani mzetu ananiambia dua yangu ya asiende fainali haijafanikiwa. Ah. Uko mbele inakuaje? <laughs> Hivyo ni vitu ambavyo vipo kwenye football ya nchi na uh, <laughs> fainali. Lakini kilichotokea fainali kilibaki niya, ni historia. Maana yake Yanga walifungwa katika ile michezo miwili ya uh, fainali na kukosa kombe. Sasa hii ya Simba wanaoifanya pia uh, kushangilia mapema hivi kunaweza uh, kupelekea tena kilio baadaye. Wangengoja mm -hmm, labda waje kushangilia kombe. Hapana. mm -hmm. Kwanza usiwapore pore eh, Young Africans akiao ya, Kiao, ya mm -hmm. msimu ule mm -hmm. Yanga alifungwa hapa Dar es Salaam siku ya mchezo wa pili kule away akashinda mm hapa -hmm. Mado... alifungwa mbili moja akashinda moja bila, lakini bas mimi nisimame kwenye kukosa kombe katika eh, eh. uh, ka mchezo mpira wa miguu kuna kitu tunaita target shabaha au kusudio ni nini? mm -hmm. kusudio ni ucheze fainali. E, mechi ya fainali unaicheza kwenye principle ipi, ni kitu kingine. Sasa kusudio la kucheza fainali limetimia, kwa upande wa Simba, kwa nyakati hizi, hacha wale wa siku za nyuma, Young Africans. Kwa hiyo wanalazimika wana kushangilia kutimiza kwa lengo lao la msingi la kucheza fainali, majali wao kwenye fainali ni kitu kingine. Wana deserve kabisa kushangilia tena. Uh, ile sio mara ya kwanza, mimi nakumbuka hata Young Africans kuna kipindi walicheza Misri sina kumbukumbu kumbu nzuri katika zile mechi mbili, acha ya, ya, ya yule Said Banuze aliyopoteza penalty mm, au ile aliyokufa mbili moja, lakini walipokelewa pia kishujaa licha ya kuwa amepoteza e, mchezo kiujumla. Nini maana yake? Wana appreciate mashabiki, wanakubaliana wanathamini mapambano ya wachezaji wao, ndio maana wanakwenda kuwapokea. Kwa hiyo mechi ya fainali ni kitu kingine, lakini kwa saizi wameshatimiza jukumu e, la mashabiki. Na mara nyingi tunaimba shabiki kazi zake ni mbili tu, kushangilia na kuzomea pale inapobidi. Sawa, wakati mkalabu wako atakuja kutia neno uh, maziko, tumsikilize uh, waziri Ridhiwani uh, uh, Kikwete akizungumza uh, uh, angalizo lake kitoa pongezi kwa Simba. Huyu ni mwanachama wa klabu ya Yanga kabisa kindakin akitoa uh, pongezi kwa Simba lakini pia uh, kile anachokitazama kuelekea katika fainali, alafu Mkarabuko uh, atakuja kuchangia hapa. Nataka niungane na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa salamu za pongezi ya kipekee na ya dhati kwa klabu yetu ya Simba ya Dar es Salaam ambayo imefanya kazi kubwa sana. Mafanikio haya ni mafanikio ya Tanzania kubwa zaidi. Ninachoomba ni wakumbusheni wenzenu nao walifika fainali kama hii wakashangilia, wakashangilia kabla hawajapata kombe. Lililotokea mnalijua, sina haja ya kusema. Kauli ya ubaya ubwela, maana yake ubaya umerudi. Sasa niwatakieni kila laheri na msiende kufanya ubaya ukarudi safari hii ubaya uondoke na kombe libaki Tanzania. Sasa tumemsikiliza hapo akizungumza uh, vizuri kabisa Ridhiwani Kikwete, uh, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira hmm. na wenye ulemavu akizungumza uh, hapo masuala ya vijana, ajira, tena ndo masuala yenyewe tena yeah. yanaingia humo humo kwenye kabumbu. Umemsikia tahadhari yake kwa, kwa wekundu wa Msimbazi Simba, nimesikia lakini kubwa ni kushangilia Simba wameshangilia kama wametoka kuvunja jungwe, ni kwamba mambo ndio yamekwisha mm. Na haina maana kwamba shangilia ile pia haiwezi kuongezeka zaidi ya pale, ila kubwa tu wafahamu wanayo mechi kubwa tena ikiwa tofauti na michezo yote waliocheza mm. mm. Makosa waliofanya Yanga Africans katika mechi ya msimu uliopita inaweza kuwa darasa zuri kwa Simba wa mm. namna bora ya kucheza Simba iwe tofauti na Yanga, kwa sababu moja, Simba wana nyumbani, wana mechi mechi ya kumalizia nyumbani ya kucheza away finali ni mechi ya matarajio kwa kila mtu, epic game. Lazima mpango mzuri uanzie mechi ya ugenini tena ikiwa inafanana kama mnacheza nyumbani ili kutokuepusha hayo ambayo mengine yanatukoshia, yanatufanya tukose vikombe. Kwa mfano, mechi ya ugenini tunahitaji sana kwenda na nguvu. Renaissance Sportive Berkane uwanja wao ni machinjio ukihesabu mm. Okay, idadi ya mabao waliofunga msimu huu kwa timu zote hizi unaweza ukapata hofu ya kipigo kikubwa. Senebosh wamefungwa tano pale. Yeah. Maana Senebosh kwa, kwa, kwa, kwa, kwa Barkani wamepigwa goli nane wao peke yao. Mm. Ukiwazungumza eh, Costantino mfungwa goli nne pale. Ukitaja Asik walikula goli nne nao nakumbuka pale. Sasa tafsiri yake ni kwamba mechi hii wana wasiwasi, mechi ya finali inaweza kaishia uje nini? Ah. Costantino nani? Costantino mfungwa nne. Wao ndio walikuwa walikuwa home. Bwana, Simba wametua salama katika jiji la Dar es Salaam wakitokea Afrika ya Kusini huko ambako walikuwa na mchezo mwingine mgumu dhidi ya Stellenbosch ya pale pale nchini Afrika ya Kusini, mchezo wa nusu fainali ya pili, na Simba kupata suruhu aa, na kufuzu e, katika hatua ya fainali. Na fainali Simba anakwenda kukutana na RS Berkane. Fainali simba anakwenda kukutana na watu kutoka nchini Moroko na wanahistoria hapa katika dimba la Mkapa jijini dar es Salaam. Mchezo wa mwisho waliocheza na simba sports berkane alikufa kwa goli mmoja kwa sifuri, goli la pape ousman Sako. Na safari hii sio mchezo wa hatua ya makundi, safari hii ni mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hali ni kubwa sana kwa wapenzi na mashabiki wa Simba. E, shauku ni kubwa sana kwa watanzania kuona Simba anatoa kombe hili, na kwa namna moja au nyingine, Simba mpaka sasa ana faida kubwa sana ya kutoa kombe hili kwa sababu ataanzia ugenini, yaani kule nchini Morocco, kisha atarejea nchini Tanzania ambapo atamalizia mchezo huo dhidi ya kikosi Hey, cha RS Berkane huku ubora wa wachezaji kama kina Eliem Panzu, Kibi Sawala aka Volcano, ubora wa Kibu Denis Prosper Jean shelehe aw pamoja na Pimpin Kamara katika eneo la goalkeeping, unawapa faida kubwa sana Simba kuamini kwamba mchezo anakwenda kuumalizia Benjamin Mkapa na Simba anatoa ubingwa msimu wa 24 25 kombe la shirikisho barani Afrika huku hamu ikiwa kubwa sana kwa wapenzi na mashiriki wa Simba huku watani zao Young Africans wakiwa hawatamani kabisa kuona Simba ananyakua ubingwa, kwa sababu tayari mtaani kumeshaanza kuchangamka, mtaani kimeshaanza kunuka kwa namna mmoja au nyingine. Kwa hiyo ah, watani wa Simba Young Africans dua lao kubwa ni kwamba Simba asichukue ubingwa safari hii kwa sababu mtaa utachangamka sana huku yanga wakiwa kinyonge msimu huu wakiwa hawajafika hata hatua ya robo finali kombe eh, la klabu bingwa Afrika. Lakini pia huku kwenye ligi simba nao wanawafukuza vizuri sana kwa sababu mpaka sasa yanga yuko mbele kwa michezo mitatu, lakini eh, simba akishinda michezo mitatu ya kiporo atakuwa nyuma ah, kwa pointi moja, huku wakibakisha mchezo wao ambao unakwenda kuamua, unaambiwa msimu huu nani atakuwa bingwa wa ligi kuu.